Kuna ukweli mmoja mgumu ambao watu wengi hawautaki. Katika dunia ya leo watu hawatumii nguvu, wanatumia akili. Watu hawakushambulii kwa ngumi, wanakushambulia kwa manipulation, guilt, charm na emotional pressure, na ukishindwa kutambua hilo mapema, unakuwa mtu wa kutumiwa maisha yako yote. Lakini leo na kuingiza kwenye dunia ambayo wengi wanaogopa hata kuisikia, dunia ya Machiavellian psychology, falsafa ya watu wachache sana, wale wanaodhibiti nguvu kimya kimya bila kupigana, bila kupaza sauti, bila kujionyesha. Leo ni part one na nakuonyesha siri saba za kiMachiavelli zinazokufanya uwe mtu asiyetumiwa na yeyote. Lakini kabla hatujaingia ndani kabisa, kabla hujajua mbinu wanazotumia watu wenye nguvu kimya, lazima nikuulize swali moja. Je, unataka video kama hizi ziendelee? Subscribe Fikra Chanya sasa, weka like na acha comment ukimaliza, kwa sababu Part 2 itatoka tu kama watu kama wewe mnaelewa nguvu ya maarifa haya. Sasa tuingie kwenye giza la akili za watu wenye nguvu. Siri ya kwanza: lengo ni muhimu kuliko njia. Machiavelli aliandika Men judge more by the results than by the means. Machiavelli, the Prince. Watu huhukumu kwa macho kuliko kwa matendo halisi. Ukweli wake hauwezi kukataliwa. Matokeo mazuri yanaficha njia ulizotumia. Watu wa kawaida hutanguliza hisia, lakini watu wenye nguvu hutanguliza malengo. Kwa nini? Kwa sababu jamii inakuhukumu kwa kilichoonekana mwisho, si kwa maumivu uliovumilia, sio kwa ukweli ulioficha, si kwa mbinu ulizopitia. Hii inamaanisha nini? Acha kuishi kwa kuomba ruhusa, acha kuruhusu kila mtu ajue kila hatua unaopanga, acha kutanguliza approval kuliko progress. Watu wenye nguvu hutenda kimya na kuwashtua wengine kwa matokeo. Watu dhaifu huzungumza sana na kufanya kidogo. Katika Machiavellian psychology, anayeshinda ndiye mwema, anayeshindwa ndiye mkosaji. Siri ya pili: bora uogopewe kuliko kupendwa, lakini si kuchukiwa. It is safer to be feared than loved if you cannot be both. Machiavelli, the Prince. Ni salama zaidi kuogopwa kuliko kupendwa kama huwezi kupata vyote viwili. Hii ni moja ya sentensi ambazo wengi hawawezi kuimudu kiakili, lakini ni kweli. Upendo unabadilika, uoga unadumu, na chuki inaua. Kwenye maisha, ukipendwa sana watu wanakuchezea, ukiogobesha sana watu wanakuheshimu, lakini wanajenga chuki ukiwa katikati unajenga mamlaka tulivu. Hii sio kusema uwe mkali au mkatili. Hapana, inamaanisha usiruhusu huruma iwe mtu anakuendesha. Unapaswa kuwa mtulivu, mnyenyekevu, lakini mwenye mipaka isiyotetereka. Watu wanapojua hawachezi na mipaka yako, wanajipanga. Siri ya tatu: usionyeshe udhaifu. A prince must avoid being despised or held in contempt. Kiongozi lazima aepuke kudharauliwa au kuchukuliwa kwa mzaha. Hii ni sheria ambayo kila mtu anajua, lakini wachache wanaifuata. Machiavelli alisema watu wanaheshimu nguvu, sio huruma. Udhaifu unafanya watu wa kudharau, wa kupuuze, wa kutafutia visingizio, na kukutumia kihisia. Hii haimaanishi ujifiche. Hapana. Inamaanisha ujenge uwezo wa kuficha maumivu yako hadharani, kucheza mchezo wa kimya. Wale wanaotembea wakiwa wamebiba machungu moyoni mwao, lakini sura yao iko sawa, ndio watu ambao hawawezi kutumiwa kirahisi. Siri ya nne: onyesha huruma lakini kwa wakati unaofaa. It is much safer to be cruel when necessary. Than to be too compassionate. Ni salama zaidi kuwa mkali inapohitajika kuliko kuwa na huruma pita kiasi. Hii ni falsafa ya viwango vya juu sana, kwa sababu huruma kubwa bila mpangilio inageuza udhaifu, deni la kihisia, na uwanja wa kutumiwa. Machiavelli alisema huruma ni silaha, si tadia ya kila saa. Unapotoa huruma katika wakati usio sahihi watu wanaigeuza kuwa haki yao, lakini unapoitoa kwa wakati sahihi, unatengeneza ushawishi, unajenga uaminifu, unakuwa mtu anayeeleweka lakini anayeheshimiwa. Huruma nyingi hipunguza mamlaka, ukatili wa busara unadumisha utulivu. Siri ya tano: jenga taswira bora kuliko tabia yako halisi. Everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are. Wote wanaona unavyoonekana, wachache wanajua ulivyo kweli. Hii ndiyo injini ya kila mtu mwenye nguvu kimya kimya duniani. Mwonekano una nguvu zaidi kuliko ukweli. Watu hawaangalii tabia yako. Wanaangalia taswira uliyojenga. Machiavelli alisema, uonekane mwenye haki hata kama undani una mpango. Uonekane mtulivu hata kama unafanya hesabu ndani ya kichwani. Kwa nini? Kwa sababu watu hawana muda wa kuchunguza undani wake. Watu wanahukumu juu ya kile unachokiweka mbele yao. Atakayeongoza dunia si mwenye tabia bora, ni mwenye taswira bora. Siri ya sita: watu wanaongozwa na maslahi yao binafsi, sio uaminifu. Men are ungrateful fickle, liars and deceivers. They will abandon you when it suits their interests. Binadamu hawana shukrani, kubadilika, ni waongo na wadanganyo, watakuacha pale tu ambapo maslahi yao yanawapeleka. Hii ndiyo nguvu ya Machiavellian psychology. Marafiki, ndugu, bosi wako na wafanyakazi wote huwa na kitu wanachokifuata, ukitegemea uaminifu wa maneno unateseka lakini ukitazama maslahi ya mtu unaelewa tabia yake. Anapokukimbia kuna faida aliyokuwa anaitafuta, anapokutafuta kuna faida anayoiona kwako, anapokusaliti kuna faida aliyofikiri ataipata. Angalia maslahi ya mtu, sio viao vyake. Siri ya saba: chagua washimika kwa faida, sio hisia. The wise prince chooses allies who who strengthen his his position not those who appeal to his emotions. Kiongozi mwenye busara huchagua washirika wanaoongeza nguvu yake, sio wale wanaogusa hisia zake. Machiavelli aliambia ni wazi, marafiki wa hisia ndio hatari zaidi, kwa sababu hisia hupotosha mantiki, hisia huchachia upovu wa tabia, hisia hufanya mtu wa kupotosha bila kutaka. Washirika wa mantiki wanakupa utulivu, ushirikiano wa faida, mipaka iliyo wazi, maamuzi yaliyopimwa. Unafaa kujifunza kwamba mtu unayempenda si lazima awe mtu wa kufanya naye kazi, na mtu unayemfanyia kazi si lazima awe mtu wa kumkaribisha moyoni. Kama umefika hapa, unastahili kujua kitu kimoja. Wale wanaojifunza Machiavellian psychology ni watu wanaojilinda kwenye dunia isiyo na huruma. Asante kwa muda wako. Tukutane kwenye video inayokuja.